Karibu sana katika Nuhu Online TV, mahali ambapo tunaleta uchambuzi wa kina bila upendeleo. Leo tunazungumzia jambo nyeti, zito na linalotikisa mitandao ya kijamii. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetangaza rasmi kufuta usajili wa Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Leo niko na mgeni maalum, mchambuzi wa masuala ya kijamii, dini na siasa, ambaye atatusaidia kuangalia kwa undani tukio hili. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana Nuhu. Ni heshima kubwa kuwa hapa tena. Ni wakati wa kutoa mwanga juu ya jambo hili ambalo lina athari si kwa waumini tu, bali kwa taifa kwa ujumla. Kwa kuanza, eleza kwa kifupi, serikali imetoa sababu gani za kulifuta kanisa hili? Serikali kupitia ofisi ya msajili wa jumuiya na mashirika yasiyo ya, ya kiserikali NGOs imesema kwamba Askofu Gwajima amekuwa akitumia madhabau yake kutoa matamko ya kisiasa. Wanasema kauli zake zinaonekana kama za uchochezi, zinakiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 inayokataza matumizi ya taasisi za kidini kwa masuala ya kisiasa au ya kuleta mgawanyiko wa kijamii. Na je, hiyo ni sababu ya kutosha kufuta kabisa usajili wa taasisi ya kidini? Hilo ndilo swali lenye utata. Kwa upande mmoja, serikali ina mamlaka ya kulinda amani ya taifa, lakini upande wa pili, kanisa hili lina maelfu ya waumini, huduma za kijamii na mchango mkubwa wa kiroho. Kufuta usajili mzima ni sawa na kusema watu hawa hawana tena sehemu ya ibada. Kwa wengi, hili ni sawa na adhabu ya pamoja. Baada ya tangazo hilo, Askofu Gwajima hakukaa kimya. Amejitokeza hadharani na kusema ataendelea na ibada zake, na ameanzisha maombi ya siku saba kwa ajili ya taifa. Unaionaje kauli yake? Ni kauli ya mtu anayesimamia anachokiamini? Anasema wazi kuwa huu si mwisho wa huduma yake bali mwanzo mpya. Amedokeza kuwa ataendelea kutoa mafundisho kupitia YouTube na mitandao ya kijamii, lakini pia ametumia lugha ya kutuliza. Amesisitiza amani, maombi na ustahimilivu, kwa hiyo haonekani kama mtu anayechochea vurugu. Kwa hiyo huoni kama hii inaweza kuwa political targeting? Wapo wanaodai hii ni njia ya serikali kumzima kwa sababu ni mbunge wa upinzani. Hilo nalo haliwezi kupuuzwa. Historia ya Afrika imejaa mifano ya serikali kuzibana taasisi au watu wanaotishia mamlaka ya kisiasa. Hii inaweza kuwa moja ya dalili za kutumia taasisi za serikali kwa malengo ya kisiasa, ila pia viongozi wa dini wanapaswa kuwa waangalifu, ili wajue wanapotumia jukwaa la kiroho hawavuki mpaka wa sheria za nchi. Tuangalie sasa athari kwa waumini. Makanisa zaidi ya elfu mbili yapo chini ya huduma ya Gwajima, maelfu ya watu wameokoka, wameoa wamebatizwa kupitia huduma hiyo. Sasa wataishije? Athari ni kubwa mno. Wapo waliokuwa wanalipwa karo, wengine walikuwa wanategemea misaada ya chakula, wengine walikuwa wanapata tiba za kiroho na ushauri wa ndoa. Ukifuta usajili bila kuweka utaratibu wa mpito au maelezo, unawavuruga watu wengi. Zaidi ya hapo, unaweza kuamsha hisia za hofu, hasira na kutokuamini serikali, jambo ambalo ni hatari zaidi kwa umoja wa kitaifa. Gwajima sasa amehamia rasmi kwenye YouTube. Kila Jumapili anaendelea kutoa mafundisho mtandaoni. Je, hii ni njia salama au mbadala wa kweli? Kwa sasa mitandao ya kijamii imekuwa chombo kikuu cha mawasiliano. Watu wanaweza kufanya ibada bila kuwa ndani ya jengo la kanisa. Hii ni silaha ya kisasa kwa viongozi wa dini. Kwa hiyo hata kama serikali imefuta usajili wa taasisi yake, ujumbe wake bado unaweza kuwafikia milioni. Lakini serikali inapaswa kuwa makini Ikianza kudhibiti mitandao kwa misingi ya dini, tunaingia kwenye hatari ya kudhibiti uhuru wa kujieleza. Sasa, kwa kumalizia, nini kifanyike? Serikali, viongozi wa dini na wananchi, nani anapaswa kuchukua hatua gani? Kwanza kabisa, serikali inapaswa kuitisha mazungumzo na viongozi wa dini, ikiwezekana iandaye mazingira ya kurudisha usajili kwa masharti ya wazi. Pili, viongozi wa dini nao lazima wajifunze kutenganisha siasa na imani. Tatu, wananchi tusikubali kuchochewa wala kuchukizwa na matukio bila uchambuzi wa kina. Asante sana kwa uchambuzi mzuri sana. Na wewe mtazamaji wa Nuhu Online TV, je, una maoni gani kuhusu hatua ya serikali dhidi ya skofu Gwajima? Je, ni haki au si uonevu? Tuandikie kwenye comment section. Usisahau kupenda video hii, kusubscribe na kushare kwa wengine. Tutaendelea kukuletea uchambuzi wa kina kila wiki.